Mama, umejifungua kichanga wako na una mpango wa kumpa cod liver oil mtoto wako ambaye ni mchanga. Kama ulikuwa na mpango huo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea chaneli yangu unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusu afya mama mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja ya mfuatiliaji wangu hapa anaitwa Maureen, aliniuliza swali. Anasema, cod liver oil ni nzuri kumpatia mtoto wa mwezi mmoja, mtoto mchanga ambaye ana umri wa mwezi mmoja, unaweza kumpa cod liver oil? Na kuna baadhi ya kina mama wamekuwa wakijiuliza swali hili, naamini hata wewe ulikuwa unajiuliza maswali kwamba umesikia kwa wenzako labda cod liver oil ina umuhimu sana kwa mtoto mchanga. Sasa cod liver oil ni mafuta ambayo yanatokana na samaki. Kuna aina ya samaki samaki fulani ambayo inaitwa cod ndio huwa wanapata mafuta mafuta mafuta hayo, na haya haya yanapatikana kwenye ini la huyo samaki. sasa mafuta haya mara nyingi huwa yanakuwa na vitu kama vitatu hivi. Kitu cha kwanza huwa yanakuwa na vitamin D ya kutosha, lakini vile vile yanakuwa na vitamin A ya kutosha na omega 3 ambayo hiyo omega 3 ambayo ndani yake kunakuwa na EPA, lakini vile vile na DHA sasa omega 3 ni muhimu sana katika afya ya ubongo lakini vile vile na macho ya mtoto mchanga au mtu yote ambaye anakuwa anatumia. Lakini vile vile vitamin D tunajua kabisa inaimarisha mifupa na afya ya meno ya mtoto wako, hata kama ni mtu mzima. Vile vile tunajua kwamba vitamin A ni muhimu sana katika kinga ya mwanadamu, lakini vile vile na katika afya ya macho. Kutokana na faida hizi, wakina mama wengi wao wanavutiwa kuweza kutumia. Sasa basi, hii cod liver oil kwa mtoto mchanga ambaye yuko chini ya mwaka mmoja si salama zaidi kuweza kutumia, haswa kwenye nchi zetu hizi ambako jua lipo na vile vile tunajua kwamba kwa sababu inatumika kama dawarishe au kama mbadala, maana yake tunajua kwamba unaweza ukavipata vitu hivi kwenye, kwenye lishe yako. Tunajua kwamba mtoto mchanga ambaye yuko chini ya miezi sita ndio ambaye haitakiwi kabisa kumpa. Usimpe vitamini D, usimpe hiyo cod liver oil wala omega 3, hamna haja ya kuweza kumpa labda kama daktari wako wa watoto ameweza kushauri kuweza kutumia. Kwa hiyo moja kwa moja naweza kusema kwamba kwa mtoto ambaye yuko chini ya mwaka mmoja si vema sana kuweza kutumia cod liver oil. Kuna mbadala natatoa wa kuweza kutumia, lakini vilevile vile, kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita haina haja ya kumpa kitu chochote kile, kama namnyonyesha ipasavyo na unapata maziwa ya kutosha, kwa sababu kwenye maziwa yako kuna kila kitu. Kwa hiyo Mungu aliweka hivyo kuhakikisha kwamba mtoto anapata kila kitu na hata kama mtoto huyo anatumia fomula au zile Lactogen 1 bado kwenye Lactogen mle kuna vitamini D, kuna vitamini nyingi sana ambazo mtoto anaweza kuzipata, na hautakiwi kabisa kuweza kutumia cod liver oil kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita. Akiwa zaidi ya miezi sita, pia si salama kuweza kutumia cod liver oil kama yuko chini ya mwaka mmoja. Akiwa na zaidi ya mwaka mmoja, unaweza kutumia cod liver oil na kwa utaratibu maalum na kufuata ushauri wa madaktari. Kwa hiyo kwa mtoto ambaye yuko ndani ya umri wa mwaka mmoja si shauri kabisa tumie cod liver oil. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa na madhara. Kumbuka kwamba kuna utaratibu kwa kwa wa kliniki hapa kwetu Tanzania ambao mtoto anakuwa anapata vitamini A. Tunajua akikamilisha miezi tisa anapewa vitamini A au matone ya vitamini A. Baada hapo anapewa kila baada ya miezi sita mpaka anapokamilisha miaka mitano. Sasa kama anatumia vitamini A ambayo ipo kwenye ratiba ya chanjo za mtoto halafu hapo hapo ukampa tena cod liver oil ambayo ina vitamin A, manake atakuwa na vitamin A nyingi. Na tunajua kama vitamin A nyingi huwa inakuwa na sumu, yani inatumika ina ni nzuri sana kiafya na inaongeza kinga na vitu kama hivyo, lakini ikitumika nyingi au ikiongezewa nyingi au ika mtoto akapata supplement nyingi zaidi ya vitamin A inakuwa na madhara. Sasa basi badala ya kuhangaika kuweza kutumia cod liver oil Nimesema kabisa kwa mtoto ambaye yuko chini ya mwaka mmoja usimpe kabisa. Yani usimpe kabisa. Lakini vile vile kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita usimpe vitamini D, usimpe omega 3 wala usimpe vitamini A kwa sababu hivyo vyote anavipata kwenye maziwa au kwenye infant formula. Kama yuko zaidi ya miezi sita na daktari akaona labda ana hatari ya kupata ile matege au zile changamoto ambazo tunaita rickets na changamoto nyingine, basi anaweza kumpa kama anakuwa kwenye hiyo changamoto na tunasema kwamba ili kuweza kuimarisha au kuepusha yale matege na changamoto zile za mifupa na ukuaji wa meno kwa mtoto basi huwa tunampa vitamini D. Kwa hiyo vitamini D anatakiwa kupata angalau 400 international unit kila siku. Anapokuwa zaidi ya miezi sita anaweza kawa anatumia wakati huo, unampa maziwa yako. Au vile vile, kama anatumia maziwa ya kopo bado vitamini D itakuwepo, haina haja hata ya kumpa hiyo vitamini D. Lakini kama ananyonya maziwa ya mama basi tunaweza kumuongezea vitamini D kama supplement. Ujue sisi wa Tanzania tunaiga watu. Kwa mfano kama wazungu wao wanaishi mazingira ambayo kuna ubaridi sana. Chanzo kikubwa cha vitamini D ni jua. Unakuta kuna mazingira ambayo jua halijatoka mwezi mzima au mwaka mzima au kwa mwaka linatoka siyo mwezi mmoja tu. Kwa hawa ndio ambao wanatumia hizo vitamini D, wanatumia baadhi ya dawa rishe au, au baadhi ya vitu ambavyo ni lishe ili kuweza kuongeza vitu ambavyo ni pungufu. Sisi tunaweza kupata kwenye vyakula, kwenye samaki wenyewe, lakini vile vile kwenye baadhi ya mboga mboga, tukapata kwenye matunda, kwenye maziwa ya ng'ombe. Na hivi vitu vyote tunaweza kupata mpaka kwenye jua na tunajua kwamba tuko katika mazingira ambayo jua linapatikana karibia kila siku kwa mwaka mzima. Kwa mtu wako akipata mwanga wa jua ule wa asubuhi, bado anaweza kutengeneza vitamin D kutoka kwenye ngozi yake na ikabadilishwa ikamsaidia katika afya yake. Sasa basi Omega 3 mtoto wa zaidi ya miezi sita anaweza akatumia, lakini fuata maelekezo ya daktari kulingana na dozi ambayo anatakiwa kuweza kupewa kwa sababu umesikia tu kwamba inasaidia katika ubongo, ukuaji wa mfumo wa fahamu, moja kwa moja unaanza kutumia tu bila kujua dozi yake lakini vilevile, sasa vitamin A ni kama nilivyosema, iko kwenye ratiba ya chanjo na inatakiwa kupewa kwa uangalifu mkubwa sana, kwa sababu ina madhara makubwa na ina sumu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kama mama, unataka kumpa cod liver oil, huyo mtoto awe na zaidi ya mwaka mmoja na kuendelea, na mpe kiwango ambacho, katika dozi ambayo ni maalum. Usije ukachanganya, unampa vitamin D afu nampa na cod liver oil, unampa vitamin A alafu nampa na cod liver oil, hautakiwi uweze kuchanganya, kwa hiyo Usimpe cod liver oil kama mtoto wako anapata vitamini D peke yake, au kama mtoto wako anapata maziwa ya kopo. Inawezekana zaidi ya mwaka mmoja, ila anapata maziwa ya kopo, usimpe cod liver oil. Inawezekana mtoto wako anapata vitamini A na yuko zaidi labda ya mwaka mmoja, usimpe cod liver oil. Kama anapata vitamini D labda pekee kwenye supplement zake au umemtafutia, ni vema usimpe cod liver oil, kwa sababu itaongeza vitamini Hey, ambayo itakuwa ni nyingi sana na itakuwa ina madhara, na tunajua kitu chochote kikiwa kingi kinakuwa kwa madhara makubwa haswa kwa mtoto. Kwa kusema hivyo, cod liver oil si salama kwa mtoto ambayo iko chini ya mwaka moja. Kwa mtoto ambayo iko zaidi ya mwaka moja, kama anatumia maziwa ya kopo, anapata vitamin D supplement ambayo iko kipekee, achana na cod liver oil. Kama nilivyosema ndani yake na vitu vitatu, anapata omega 3, huna haja ya kuongeza cod liver Oy, wakati mwingine pia unawezekana umeambiwa kwamba kodiivil ina faida kwa mtoto. Si kwa watoto wote watapenda ya mafuta ya samaki. Tunajua kwamba kuna baadhi ya watu hawawezi kula samaki, kuna watu wana areji na kula kuku, kuna watu wana areji na kula nyama za ng'ombe au vitimoto. Kwa hiyo lazima ujue kwamba wakati mwingine inawezekana mtoto wako akawa na alergy na hayo mafuta ya samaki huyu, ambayo anaitwa kodi. Kwa hiyo ni vema kwa kuweza kuwa makini sana. Inawezekana mtoto wako ndio ana miaka miwili mitatu, ukimpa hayo unakuta anapata upele au ana alergy fulani ambayo anakuwa anaipata. Kwa hiyo ni vema kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kwamba asitumie kama ana alergy au inamdhuru haya mafuta. Na kuna wale ambao wanauliza kuhusiana na omega 3. Omega 3 unaweza ukatumia lakini si kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita. Kama yuko chini ya miezi sita, nyonyo maziwa yako ndio bora zaidi, yani ndio chaguo yeye kuliko kitu kingine chochote. Kama yuko zaidi ya miezi sita, anaweza katumia, lakini muone daktari wa watoto aweze wa kushauri. Yuko zaidi ya mwaka mmoja, anaweza katumia hizo supplement, lakini samaki wapo, unaweza kumpikia samaki mtoto wako ambaye labda ana miezi sita, miezi saba, nane, akanywa mchuzi wa samaki akala samaki, badala ya kupata hayo mafuta ya samaki ambayo yapo katika mfumo wa vidonge. Na vile vile kama ulikuwa unajiuliza maswali, sasa mtoto wako ambaye mchanga anatakiwa kuweza kutumia multivitamin katika kipindi kipi? Inaweza kumsaidia, lakini vile vile, uh, utasikiza video nitaiandaa na utaiona. Karibu sana. Ukiwa na swali, uliza hapo chini, mitakuwa tayari kuweza kujibu swala kwa wakati wote. Karibu.